Huu ni mwaka wa uchaguzi. Sisi tunataka vijana mkagombee, lakini wanatakiwa ujipime, kijana wewe unatosha kwenda kugombea nafasi iwe ya udiwani iwe ya ubunge? Kwa hiyo lazima ujipime wewe mwenyewe, kwenye kata naenda kugombea, wananizungumziaje watu, ili aendelee kuitumikia nchi hii na kuweza kuwasaidia wananchi wa Tanzania kuweza kutatua baadhi ya changamoto ambazo zinawakabili. Nawaombeni sana sana, Mama Samia amekuwa akifanya kazi kubwa sana kuleta maendeleo. Kwa hiyo tumtie moyo kwa kumpa kura nyingi na kufanya Chama cha Mapinduzi kiweze kushinda. Lakini pia niwaombee wagombea wa Chama cha Mapinduzi kwenye nafasi ya ubunge na udiwani. Niombe kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, mtupatie kura na sisi tunawaahidi kwenda kuwatumikia na kwenda kuzitatua changamoto ambazo mmekuwa mkizipitia. Zipo ambazo zimeshatatuliwa, bado tunaendelea kutatua, kwa tuta, tutaomba fursa nyingine ili tuweze kuzikamilisha zile ambazo bado hatujazitatua. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, ni waombe sana ndugu zangu wana Mbinga mwe moja ya watu ambao mtahakikisha mnailinda amani kwa njia yoyote, kwa nia yoyote na kwa mtindo wowote. Tunahimiza watu kwenda kugombea, vijana kwenda kugombea, lakini vijana wenye sifa. Sio kila kijana anatakiwa kwenda kugombea. Kijana mwingine hata tukienda kumuweka, tukaenda kupambana naye, tutashindwa kwenda kumuuza, kwa sababu sifa zake hazitaweza kuendana na matakwa yaliyokuwepo kwa sasa.